Taasisi yetu malengo yake makuu kwanza ni kufanya advocacy, yani tunasema uchechemuzi. Kwa hiyo tunafanya uchechemuzi katika mambo mbalimbali yakiwemo ya elimu, ya afya, empowerment, yani kuwezesha na kujengiana uwezo, mambo ya sheria na vitu vinavyofanana na hivyo, lakini vile vile tunaangalia katika mambo ya usawa wa kijinsia na ni hatua gani tumeipiga tangu, kwa mfano, kama katika mkutano huu tunaangazia tangu Beijing 1995 mpaka sasa hivi, nini kilikuwepo na nini kimefanyika na kitu gani ambacho tunakiona kilichotendeka ambacho kinaonyesha kuna maendeleo ama kuna hatua ambayo imepigwa tangu Beijing 1995 yeah. Kwa nini mlifikiria kuwa na hiyo ya kuibua vipaji? Yeah, sisi tulifikiria kuhusiana na kuibua vipaji kwa sababu tunaamini kwamba kuna watu wana vipaji vyao na hawajui namna ya kuviendeleza ama namna ya kuvitumia na kwa mfano tumekuwa tukifanya matamasha mengi sana ya kuwakusanya watoto wa kike ambao wana vipaji vya kucheza mpira wa miguu. Mpira wa miguu ni ajira, mpira wa miguu unaweza kukuletea kipato, mpira wa miguu unaweza kukuletea hata security wewe mwenyewe yaani Ko... usalama au... usalama, yes. mm-hmm. na namaanisha usalama wa kwako, usalama wa kiuchumi, usalama wa kiafya, kwa sababu utafanya mazoezi, utakuwa unapata kipato, unaweza ukachezea timu ambazo zitakulipa ama unaweza ukaingia katika matamasha ambayo pia yanakuwa yanalipa. Kwa hiyo tumekuwa tukitafuta vijana ambao wana, wana vipaji kwa mfano vya kucheza mpira na kuwafanyia e, mentorship ama kuwafanyia kujengea uwezo na kuwapa elimu ya jinsi gani wanaweza wakageuza kile kipa, kipaji chake kuja katika kuwa ni kipato ama namna ya kujiingizia maisha katika maisha yake ya kila siku. Katika kusaka vipaji toka mmeanza eh? meona imeleta mabadiliko kwa wale wasichana. Kuna ongezeko kubwa sana la kuona kwamba kuna vijana sasa wanaondoka nyumbani wanakwenda kucheza mpira wanakwenda kufanya e, matamasha ambayo yanahusiana na michezo ambayo yanafanya kuwaingizia kipato, lakini vilevile vile, kitu ambacho sisi kinatupa faraja ni kuona kwamba kuna mabadiliko katika jamii ya kuona kwamba ha, hivi kumbe mtoto wa kike naye anaweza akacheza mpira kumbe mtoto wa kike naye, kama ambavyo mtoto wa kiume anaweza kucheza mpira, kumbe na mtoto wa kike pia anaweza akafanya hivyo. Kumbe mtoto wa kike anaweza hata akahudumia familia yake au wategemezi wake kwa kupitia kipato ambacho anakipata kutokana na kipaji chake alichonacho. Kwa hiyo tunapita katika majukwaa na katika maeneo ambayo kuna wale watoto ambao walikosa pengine fursa ya kuenda katika elimu hii ya kawaida, akaishia katikati kutokana na changamoto mbalimbali mbali lakini ana kipaji fulani, tukamwelimisha na tukamjulisha kwamba hata hichi kipaji chako pia kinaweza kikakusaidia na kukwamua katika changamoto za kimaisha. Kwa hiyo kwa sisi tunaona, yani, malengo yanaendelea kutimia. Umepata fursa ya kupenyeza hoja yako hiyo kwamba nyinyi mnaibua vipaji au mnasaidia watoto kwa njia moja au nyingine kule Tanzania? Yes. Tumepata majukwaa mengi sana ambayo tumezungumza ajenda zetu ambazo tunazifanya kule nyumbani, lakini vilevile tumesikia wenzetu pia na wenyewe wanafanya nini, na kwa pamoja tukaona tunakuja na mawazo ya kusaidiana. Hivi swala ni, ni ajenda ya kimataifa. Kwamba changamoto hii inaweza ikawa katika nchi yako lakini katika nchi nyingine walikuwa hawajiona ni kama changamoto, ila unapokuwa umewaelezea wanaona ah, kumbe na sisi tunaweza tukafanya hivi, na vijana wetu wakawa wameinuka, vijana wetu wakawa wamepata vyanzo vya mapato, vijana wetu wakawa wamepata elimu kupitia hata hivi vipaji walivyonavyo. Kwa sababu kwa mfano sisi tunapoenda kutafuta wale vijana, sio kwamba tu tunawachukua na kuwapeleka katika kutimiza vile vipaji vyao ama kufikia malengo ya vile vipaji vyao, hapana. Tunawapa elimu kwanza, tunawapa elimu mbalimbali mbali. Elimu ya kwanza kwa mfano ni elimu ya yeye mwenyewe kujipambania na vitu kama vya ukatili wa kijinsia kwa sababu michezoni kuna ukatili wa aina nyingi sana ambao wanakutana nao, ni jinsi gani vile vile ataweza kujisimamia, lakini vile vile atawezaje kujikomboa kiuchumi. Kwa hiyo kuja katika, katika platform ama katika jukwaa kama hili la mikutano kama hii, tumekutana na watu wengi sana ambao tumebadilishana mawazo, tumebadilishana uzoefu na kupeana namna bora ya kuweza kuboresha hivi ambavyo tunavifanya.